Wito huo umetolewa na baadhi ya watoto wa kanisa la Moravian ushirika wa Iringa Road Dodoma, akiwemo Neema Masine, wakati wa ibada ya kipaimara ambapo wamesema kuwa mafundisho waliyoyapata yanawafanya wawe na hofu ya Mungu, hasa kujiepusha na ukosefu wa maadili na kupelekea kuwa mfano wa kuigwa katika jamii, na washauri wazazi wapeleke watoto kwenye enye mafundisho ya kipaimara ili wawalee katika njia inayowapasa . Mafundisho haya yanatusaidia kuepukana na dhambi, kwa mfano tabia mbaya na utovu wa nidhamu. Watoto ambao hawajalelewa vizuri mtaani hawajapitia maadili mema, mfano hao vijana wanaoleta vurugu hawajapitia mafundisho yanayowafaa ya kipaimara, ndio maana wanaleta vurugu hapa nchini. Pia zinatusaidia kujenga maisha bora ambayo yanapendeza Mungu na wanadamu. Mchungaji kiongozi wa kanisa la Moravian yani, ushirika wa Iringa Road Dodoma Daniel Masine anaeleza jinsi kanisa ambavyo limekuwa msingi bora wa kufundisha toba ya kweli na kuwataka wazazi kuwapenda watoto wao. Sisi kanisa la Moravian tunawajenga watoto wetu hasa kwa neno la Bwana wetu Yesu Kristo la Mathayo ile nne kumi na saba Bwana anasema ya kwamba tubuni na kuamini injili kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa hiyo tunawalea watoto wetu katika misingi hiyo tunapowapatia mafundisho haya tunawaelekeza waelekee toba ya kweli ili kwamba Yesu atakaporudi waende mbinguni. Sasa nitoe wito kwa wazazi na wakristo wote nchini tuwapende watoto. Watoto wengine wanakuwa mpaka wanakuwa watu wazima hawapiti kwenye hayo mafundisho yanakuwa ni hatari sote sisi tunafahamu kimlea mtoto vizuri anakuwa vyema kabisa, na maadili yake yanakuwa mazuri, utakuta anakuwa na hekima kule mashuleni na hata kwenye familia zetu. Sasa niwaombe wazazi ya kwa kwamba tuwalee watoto wetu vizuri, tuwapende, kuwajali. Niwapongeze wazazi ambao wamelea watoto hawa ambao nilikuwa nao kwa mwaka mmoja, nimejifunza kwao jambo zuri, ndani yao nimeona kuna utu uzima, lakini ndani yao nimeona wanafundishika, haleluya! Wanafundishika kwa kweli. Mungu awabariki sana, lakini lengo letu sisi kama waamini ni kanisa la utume, nataka watu wote waelekee toba ya kweli, kwamba wafike mbinguni. Sasa sina la kusema zaidi, lakini hilo tu kwamba tukaze kuwafundisha watoto wetu kwenye maadili mazuri ya Kikristo ili kwamba Yesu atakaporudi wote hapa tuende mbinguni. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi. Baadhi ya wazazi akiwemo Baleke Mwakanosya wanaeleza umuhimu wa kuwapa mafundisho ya kipaimara huku Mchungaji Emanueli Mwakapalila akiwataka Wakristo kutengeneza maisha yao kabla ya uzee. Kwa kipa imara, maana yake unakuwa mlinda goli kwenye goli la jina la Yesu, maana yake hupaswi kuruhusu shetani afunge magoli kwenye goli lako. Ni kizazi ambacho tunakitengeneza kwa sasa kipa, lakini kwa baadaye ndicho ambacho tunaamini kitakuja kuwa katika uongozi na sehemu nyingine mbalimbali ambapo tunaamini sasa watakuwa wafanya maamuzi bora na wafanya wajenga nchi bora. Tuchukue nira zetu tukiwa bado tuna nguvu. Nira ni majukumu, nira ni maamuzi magumu. Mabadiliko hayaji kwa ajili ya kwa ajili ya maombi ma, ma, mazito, hayaji kwa kufunga, hayaji kwa kunena kwa lugha. Mabadiliko ya kweli yanakuja kwa mtu kuthubutu na kukataa na kutoka kuchukua hatua kwamba mimi si wa hivi. Tuwe na nidhamu na fedha yoyote inayopita kwenye mikono yetu. Usipofanya hivyo, utakuwa ni mzee yule ambaye anapishwa, yani ukionekana mbali tu, watu wanaingia kwenye njia za vichochoro, maana wanajua kuna neno utatamka kwa ajili yao. Hata hivyo, katika ibada hiyo wametoa zawadi ya matofali elfu moja kwa ajili ya mchungaji kiongozi kwa jinsi anavyowalea vyema.